na huyu mwenza wako hapa, siku mbili tatu hizi imekuwa mnapishapishana, nikaona sobu sala huyu mke mkubwa bila kukalisha chini kukufahamisha. Sasa naomba kutana na mke wangu mdogo, kwa jina anaitwa Rachel. Karibu mke wangu, huyu nilikuwa nakuelezea na mke mkubwa na mke mkubwa. Mke wangu mkubwa mwenyewe ndio huyu, huyu ndio mke wangu wa kwanza, kwa jina anaitwa Poshi. Bila kusahau pia nawakumbushia jambo moja, kwa siku mbili hizi za mbele karibuni hapa pia nina lengo la kuongeza mke mwingine ambaye atakuwa ni mke wa tatu. Sasa kaona pia nawafahamishe na hilo, msije kuwa ugeni tu hapa ikawa pushi e pushi wake watatu kumbe nisukule wake watatu, ehe. Bi mkubwa, mitoka niolewe hapa na siku ya nne na mwenzangu hyo nasikia siku ya nane. Sasa cha kushangaza zaidi, huyu bwana toka nimekuja hapa hata siku moja ajawai kuingia shumbani kwangu, naye kama kashia kukamata mwezangu. Niomba hata siku moja umeachia nafasi ndugu yangu, hizo siku nane unazisemea wewe. Huyo mwanaume hasa haka baina nami yana. Yupo bizi na mambo yake mm. Au so risiki huyu

Habari yako <sighs> binti Samani sio, naitwa nani? Naitwa Amina. Vipi kwani unanifananisha? nilipenda kufahamu tu, Amina. Nani kaka, mbona maswali mengi? <laughs> Aya, naitwa Amina Abdala. Amina Abdala, mashallah jina zuri sana. E, Amina, unaishi wapi? Oh, naishi hapo tu Uaapili, ukiuliza kwa mzee mpacho unanipata. Sawa sawa, ningependa siku moja niwe mgeni wenu. Sawa, karibu, ila endapo utakapokuja kwetu uwe na chakula chako, si umeelewa? Mi nafahamu kwamba mgeni njoo wenyeji wapone, kwa sidhani kama pana shaka hapo <laughs> mm. <laughs> eh, basi sawa Mina, nashukuru. <laughs> ni ni sukule sukule eh, Mada, mambo poa mzima mzima? si mi mzima. Niambie uh, samani so natonani posh uh, mimi ni kwa jambo moja, nataka nikuambie, kama utojali lakini Uh, kwa mimi ninavyokuangalia, wewe mwanamke ambaye huna mambo mengi. Mimi mara nyingi sana nimekuwa nikizunguka kutafuta mwanamke sahihi, nadhani wewe nimekupata, kwa sababu mimi sipendi mwanamke ambaye ana mambo mengi. Kwa kifupi, hivyo nilivyokuwa na wewe, naona pengine tukamechi na maana tukadate. Kwa hiyo niko nakuomba sana, wewe mwanamke wangu. Aya, sawa, nimekuelewa. Basi nao basi nipate namba zako za simu hii. E, nikipata wasaa nikupigie nikujulie hali, tuwasiliane au acha nikuandikie wake watatu kumbe nisukule wake watatu kumbe nisukule wake watatu kumbe nisukule

Dada ganda bongo mani o demoni, demoni ee inde kusakula i demoni mwendazimu, afutaka nikombea kitu kimoja. Wechizi ndio mkulungwa yule. Mkeo, mke wa kwanza yule, anapenda sana kugwelegwedwa, wanamgwelegweda yule inatoa na mshindo kwa sababu mimi nimemzunguruka ni nimwekea midawa hawawezi kumgwedegweda chizi we. Mm, nazani mkulungwa anaonekana ni mjanja mjanja sana nazani, ni vyema nikuache wewe umwandalie zaidi yoyote ya kumpatia mkulungwa, okay. Thank you madam. Na leo nimongia Kiingereza kwa kuonesha mimu dazima da majua chizi we. Thank you madam hiyo? Kidude nimevulia hichi un yote jana mkimi malaya ndani, umenielewa? Sijui namchukua namweka na umu. Hiyo kazi ndogo niachie mimi, sawa? ila atakumshukuri, atakunishi kwako sawa, ataishi kwangu mshukuru. Ngoja, ah. nikuoneshe show. Kama ya solo eh? Kitambi sio kama ndo mbolo, umenielewa mkurungwa sweetie. Kuna kitu mimi nataka nikwambie, ila naogopa utaniona kana wivu hivi <laughs> oh, sweetie ni kunung'uneze, wa pembeni wasisikie, maana naogopa watanionaka na wivu hivi. Hasa sijui ndo ujinga, sijui ndo ufala, au sijui mazoea, maana anapata tabu ukiwa mbali. Hasa sijui ndo ujinga, mama Amina, we pana <laughs> au sijui mazoea

Eh? yaani mimi nimzae mtoto wangu vizuri tu sijamemenda nimemlea vizuri mpaka amekuwa wana takuja kwenye ribakubwani ishakuni mama ngapi ja nikuawangapi edeegeani mkubwa, kachimba kwenda kwa mama yako, kachimba vishimo vya mdako. Mjinga wewe, umezoea kuchimba mashimo kwa watoto watu sasa. We, sasa wale wako, nikikukuta njiani, mbwa wewe, bado uko na mwanangu, nitakachokufanya kwenye maisha yako utonisahau, mjinga. Mjinga wewe, hapo ndipo utakapojua maharage ni mboga au futari, meu mkubwa we. Mama Amina, wewe unapojisikia kulipuliza vuvuzela lako uchagui sehemu sehemu yoyote unalipuliza tu umeamua kunitukana eh? umeshindwa kutukana huko mtaani umekuja kunitukania nyumbani kwangu eh wewe umekuwa kisagio wewe umekuwa kisagio wewe ni kisagio ulivyokuwa mpuzi uchagui nyanya nyanya Makambako nyanya ya Mbeya nyanya ya Tanga zote wewe unasaga hata kukutana na masalo mjinga wewe sasa nisikilize nikwambie sasa wale wako siku nijie na roba la misumaria au uje tumbo umevimba, tafikia una mwakoshako hapo, ndipo utakapojua kwa nini ndimu na limao zinalaza moja, lakini maumbo tofauti. Kama unataka majibu ya maswali hayo, nitafute mimi, Bigili, nitakupa majibu kamili. We, wewe unachukuliaje mtoto? Au kwa sababu tunavaa nguo sawasawa, tunavyobadilishana madela, unaona akili zetu si sawasawa, si ndio? mimi long time kitaba mwanangu, na hizo njia mimi nishapita, matokeo yake nimeaona. Wana mjua mpaka sasa hivi wako nani? mbwa wewe eh? Hey, mwanangu, mimi nimetulia hapa nilipo, hata shetani mwenyewe anashangaa. Mbona atakunirudisha nini potoka, mbwa wewe mm -hmm. Wake watatu kumbe, misukule ni soka wadaamu, ni soka wadaamu kabisa, na imekuwa ji imekuwa hivi Umenifanya nini poshi? Yaani, toka kwenye kuzaliwa kwangu hadi hapa nilipofikia, sijawaegi feli kwenye kipengele kinaitwa mapenzi yami, nikipanda juu sishuki falasi, namwelesha kisawasawa, nakamia kwelikweli. Sasa nashangaa sijui kimenikuta nini, kutakuwa kuna kanamna. Umenifanyia sio bure eh. Asa mimi nimefanya nini? Niko vizuri tu hapa, nikuulize wewe mwenzangu, hmm. Maskini mkaka mzuri, kumbe jogoa apandi mtungi. Wake watatu kumbe nisukule. Wake watatu kumbe nisukule. Ene basi, fanya kama wanajaribu, basi turudi hata mara mwisho na kuomba. Ene mm. Sawa, nitajua tu

Mama nini? Uchelewi kujamba kwa mimi. Ah. Tunakwambia hivi. Hmm. Chakula kitakushinda hiki. Una haya wewe. Ni mama naye kusemana mpaka wakati wa kula bwana. Wewe nitafute muda gani wa kusema? Sasa tutana hata pembeni tuanze kusemana. Tuchevu, nakuitia wapi pembeni? Na kutongoza. Hmm. Una wazimu kweli wewe. Fanya biashara. Mama Amina. Mama Amina. Salamu alaikum mama. Waalaikum salam. Mama Adija yupo? Akama ni njia huko. huku wapi ndugu yangu? Ah, hapana mama, mimi ni mgeni wenu. Mama Amina unamjua, unamjua. Umjulia wapi? Kumbua juzi vontuma dukani nikutana naye pale njiani pale, akaaizaliza sana maswali kwa hiyo ndo kamwelekeza hapa. Eh, aliniuliza kwa hey, ni wapi mimi kamwelekeza hapa. Mama Amina we. Karibu sana baba. Mm. Ah, asante. Ah, As, sijakwambia ukae, nimekwambia tu karibu. Nimekuja kwa yeye mama, kwa naomba kidogo nikae tuzungumze. Mama Amina. Mama Amina we. Kwa hiyo ulimwambia kama mimi dalali. Baba mimi ni naunganisha watu wanaotaka viwanja, wanaotaka nyumba, wanaotaka vyumba. Sasa sasyajua, umekuja na ujio gani? Unataka nyumba, unataka chumba, unataka kiwanjahapana ah. <laughs> Ah, hapana mamaangu, kusema kweli jicho langu limeona kwa binti yako Amina. Amefanyaji? Hakuna baya, ni jambo zuri tu. Nimejitokeza kwenye swala la posa kuhusu binti yako Eh, alhamdulillah, Mungu, asante unipe nini mie la! Kila siku nilikuwa namlilia Mwenyezi Mungu mwanangu apate heri, heri ya ndoa nusura hiyo, mwanangu umeipata mapema ukiwa mbichi na nguvu zako eh. Karibu baba, asante sana. Sasa wewe ndo mshenga au hapana? Uh, mama <laughs> mimi ni mhusika mwenyewe. Ah, mashallah jamani Hizi ndo mbegu sasa mwanangu, sio huku kisturi jumlisha kisturi, matokeo yake unapata sofa ah, nini? Wewe ndo mwanaume bwana, dume limeenda hewani eh? Karibu mwanangu, karibu sana ah. Mama aka nkamilioni, haka kamilioni yeah. <laughs> haka <laughs> Basi nikuombe kitu kimoja, uangalie namna kila jambo kulimaliza kwa uwepesi, maana singependa mizunguko hiyo mingi. Baba, hapa unakaribisha ah. saa yoyote, wakati wowote ukimuhitaji mwenzio ah. Kumbe mama kulikuwa na chakula nilikuwa sijakiona hey. hey. ah, <laughs> <laughs> ndio hivi baba, umekiona tena hey. <laughs> mpe mwenzio maji ya kunawa. Mama mimi niko toka ni kuzuri kabisa, najua mm, umetokea pazuri, maana hapa wenyewe pazuri <laughs> wetu pazuri, tumesha pakumbuka. Asanteni <laughs> <laughs> yeah, sana mm, afadhali, maana hata kwenye sufuria yenyewe umeisha. Niko najikaza tu hapa <laughs> <laughs> basi nashukuru, mama. Aya, karibu haya <laughs> oantakasha kibaa

Naenda. Wake watatu kumbe nimesukule. Ndo unaondoka? Eh, ndo naenda. Wewe utaka ni kusubiria umwandani masaa mawili, unajitafuta tafuta, kwani mimi sina kazi nyingine za kufanya? Nikwambia kitu mega, acha kula chips. Kingine, punguza kuagiza chipsi ya ilojo. Wake watatu kumbe ni sukule.